Mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la 11, robo hii ya kwanza ya mwaka 2025, robo inayosema upendo na haki ya Mungu. Somo hili linasema ningefanya nini zaidi. Leo ni Machi 14, siku ya Ijumaa. Tunapoenda kujifunza zaidi, soma Ellen G. White, thawabu ya juhudi za dhati, ukurasa wa 285 hadi 288 katika Testimonies for the Church Gombo la tisa. Yote yaliyotutatanisha kuhusu majaliwa ya Mungu yatawekwa wazi katika ulimwengu ujao. Mambo yaliyo magumu kueleweka yatafafanuliwa wakati huo. Siri za neema zitafunuliwa mbele yetu ambapo akili zetu zenye ukomo zilipotambua machafuko tu na ahadi zilizovunjwa. Tutaona upatanifu mkamilifu na mzuri zaidi. Tutajua kwamba upendo usio na kikomo uliamua uzoefu ambao ulionekana kuwa wenye kujaribu zaidi. Tunapotambua utunzaji mwema wa Yeye afanyaye kazi pamoja na wale wampendao katika kutupatia mema, tutafurahi kwa furaha isiyoelezeka na iliyojaa utukufu. Ellen G. White, Testimonies for the Church, gombo la tisa, ukurasa wa 286. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Je, umetatanishwa katika kujaribu kuelewa majaliwa ya Mungu? Inakufariji kwa namna gani kujua kwamba mambo hayo yote yatawekwa wazi hatimaye? Swali la pili. Tafakari kile Kristo alichoacha ili kuwa mwanadamu na kufa kwa ajili ya ulimwengu huu. Tafakari zaidi juu ya kile hili linachotuambia kuhusu upendo wa Mungu na kama Mungu anaweza kutegemewa, angeweza kufanya nini zaidi? Swali la tatu. Jina la Mungu lina umuhimu gani? Hili lina maana gani kwetu sisi tunaojiita Wakristo? Ni kwa njia zipi Wakristo wakati mwingine wameliletea sifa mbaya jina la Kristo, na tunaweza kufanya nini katika jamii zetu mahalia ili kuwaonesha watu kumfuata Kristo kunavyofanana kwa vitendo? Swali la nne. Hatimaye, hata majibu yetu bora kabisa kuhusiana na tatizo la uovu yana upungufu kwa sasa. Tunaweza kufanya nini kwa vitendo ili kuwakaribia wale wanaoteseka? na kuwa mawakala wa kupunguza mateso katika ulimwengu huu tunapongojea suluhisho la mwisho la matukio ya wakati wa mwisho wa historia kwa tatizo la uovu ambalo ni Mungu pekee awezaye kuleta. Swali la tano na la mwisho. Tafakari zaidi Isaya 53 aya 4 juu ya ukweli kwamba Kristo alibeba masikitiko na huzuni zetu. Ni nini kilifanyika kwa shirika pale msalabani kinachotusaidia kuelewa mpango wa uokovu na kilicho mgharimu Mungu kutuokoa. Hii ni Machi 14, mada hii ikituelekeza zaidi kujifunza. Kumbuka ni somo la 11 linalosema ningefanya nini zaidi, katika hii robo ya kwanza ya mwaka wa 2025. Na kwa nukta hiyo, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya somo hili la 11. Kwa neema ya Bwana tukutane katika somo la 12.